Sijataka tupoteze muda, huyu ni Bobi, wakati ambapo nilisema na mhitaji hmm, na wakaenda wakafanya mambo yao hmm. Unamwona huyu hapa, ndio mwenye nimembakisha, alikuwa na wenzake huyu so, alikuwa wengi? Nimembakisha sababu ni wafamilia. Na huyu anafanya nini hapa? Huyu alikuwa na wenzake ambao walikuwa wamemteka nyara, wakati walikuwa wamemteka nyara wale wengine. So you mean hapa hapa? Hey, bro. ko... brother huyu, kuna kitu nishawashughulikia, nikamwacha hana habari. huyu wakati nilikuwa naeleza huyu hakukua ni, lakini saa, ni brother huyu. Sasa alitumiwa na wale wengine ili amteke nyara huyu Uo, uo, wale walikuwa ukisema wale walikuwa na watu wengi, wako revenge guys, wako revenge ndio hiyo, ndio brother to brother wa uani huyo. Nilimwacha ili pia mke wake, hata nimewaita, nilimwacha ili mke wake ajue ni nani tuna deal na yeye hapa, ndio huyo brother mwenzake bila kujua. na walikuwa wengi. Wengine nishajua ile adabu nimewapa, lakini nikasema wacha abaki hapa akapo mko wake. Chukua hiyo simu, hiyo simu hata iko na, ukimfuatilia utapata jinsi walikuwa wanazungumza na zote ziko private. Alitumwa. Yule tunamwita Rozy na mama yake ndio wenye hii kazi. Ana atajua aje? Huyo hata ana bahati sana, mungepata yuko hivi hivi, yako afadhali, yuko afadhali sana. Lakini nimemwita yule mke wake, anakuja, hakuja ajue ni nini, tukona watalipa, watalipa tu mniache. Yani masi, imekuwa ni mchezo wa paka na panya. Wewe tulia, unaona, imekuwa ni mchezo yani paka na panya. Tunaenda huku, wanaenda huku, tunaenda huku, tunaenda huku. Ni the brother auwe huyu wanazidi kugonganisha, wanajua wao wakiwa pamoja hawataendelesha. So upumbavu yao team, yeah. Na huyu ni zuzu tu, anaambiwa anafanya niko na yeye. This thing is getting... mimi sifanyangi kazi ya mchezo, na kazi ambayo nafanya ni kazi inaonekana. Ni kitu cha kwanza ni mke wake afike, nishamwita tayari ajioneni nini naendelea, umeongea <coughs> <coughs> na Rosi. Watakuja hata wao, watakuja najua. Venye nimewafanyia mi mwenyewe najua, utawaona yeah. tu muda si mrefu. Niliwavuta tokea asubuhi, nikiwavuta hapa sababu hata wajui ako wapi. Mwenye nangoja afika hapa ni mke wake, kwanza ajionee what kind of a man ako na yeye the husband <coughs> huyo atabaki. Bobi, tulia, ni ujana tu, hata hakuwa amefungwa na hiyo, ni ujana tu. Najua masi hii ambayo unaona mm, hapa ni kitu oh, ambacho naona ni kama tunapimana

Sasa unaona ule mchezo noekoapa mas unaona hiyo mchezo iko hapo. Wacha nikuulize, nimewaita hapa na basi awa wawili wana mdomo, awa wawili hawawezi kunyamaza Usijifanye nia ujui kitu yenye inaendelea hapa. Mmefanya mengine tena na daktari wenu huyo, mmefika huyu, mnamjua. Ulimpa kibarua amekifanya. Acha nikueleze kilichotokea. Wawili, naomba unyamaze. Hawa wawili walifanya mpango na ha? E, walifanya mpango wakaonelea hawawezi fanya wenyewe sasa kile kitu wanataka kufanya. Kumbuka ule ni ndugu wao, lakini huyu ambaye alitumwa haelewi na ajui kinachoendelea. Sasa hawa wakajua tukimtumia yeye sababu anampenda sana Ake, yule mke wake. Tulia nizungumze, tulia nizungumze. Ikifika wakati wako, ikifika wakati wako utazungumza. Sikiza, sikiza. Kwa hivyo <laughs> naendelea walipomtuma huyu ili ule uadui uzidi kuwa katikati ya mandugu na huyu naye haelewi, fanysemahang nimejipata je hapa? Utashangaa tena bado ujajipata. Anatumia na huyu mke wake ni shida yake huyu mume wako. Ni wale watu naitwa hired guns huyu eh. Alipewa kazi ya kumteka nyara Bobby, ndio kazi ambayo ukakubali. We unajifanya hapo umelala, ukakubali. Anasema yeye ni mtu ambaye amelipwa atekeleze mambo ambayo ni maovu, na unajua

Wacha nisongee watazamaji waweze kuona. Utacheza ujacheza bado. Ni wewe umenileta hapa, acha kusaidi kwanza, usiniongeleshe. Sianyangi kazi ya huyo nina yeye sijamalizana hapa. Na huyu ndiye ambaye atazungumza ukweli, Masi, unajua hivyo Acha nikuelezee. Oh, ni nikosea, lakini mbona mani, nimesema huyu atulie mani. Mbona, mbona. Bobi, yeah, nyamaza, nataka kueleza kitu. Unaona huyu masi, huyu mm. aliye pale mm. ndio atakuja kueleza sasa. Kama kweli cha inasema ni ukweli, huyu ndio ataprove, atazungumza ukweli kisha baadaye tutajua wale ambao wanalipa watu kufanya maovu ni wakina nani. Ingawaja huyo hakulipwa, aliambiwa tu mm. aliambiwa tu akisikia mbra hmm. zake atashtuka. Ana excuses za kitoto sana na hata ana habari

You you people, ujinga mnafanya nini nini hapa hapa hapa hapa? She drove but you are behind all. Hao hao wanafanya wanafanya, daktari daktari, wanafanya nini hapa? Nitaka ukuja kwanza, ili wakatae, tujue upumbavu wao ni kiasi gani?

Haya, amua. Wewe. Amua. Unajua huyu anasema ati hajui mbona ako hapa. I don't know what happened. You don't know. And you will not know. You will know it soon.

Wala, mna tatizo, mjiulize maswali. Mbacho wamekishika kimenasa kila kitu. Tulia, utulie ukitaka kujua ni wachawi, hiki tambando ilikuwa imefungiwa Bobby

unatukoroga tu. Hmm. Songa nyuma, unasema utanifanyia? Uta oh, oh, na songa nyuma, sikuogopi, lakini ongea ukiwa. Nataka tu uniambie utakacho nifanyia, utakiona wakati ukifika kifika shine oh. Wawili na mambo yao, nimebaki kidogo tu namaliza na nao vizuri. Songa nyuma, maliza hiyo. Lakini pia, wanateke nyara nani, wanateka nyara nawapata ambao wametekewa nyara mpango gani mmetengeneza ikafaulu? ni gani mmefanya kakwaa? kujua wewe hapa, ila Fredi ako wapi? e Fredi, kuja, wacha nikueleze. naangalia hapa, kuamini kuamini, kila kitu iko wazi sasa. kwanza mama amekuua. Mm, unajua una, masi mpango mwingine ulikuwa usimjibu yeye, ule mpango ambao ulikuwa umepangwa ulikuwa ni, ni, ni kwa Fredi hapa Fredi kwanza ulikuwa umetumiwa majambazi yokuwa kuvamia usiku wa leo. Na ambapo nimefunga mipango. Unakubali, si ndio? Unakubali. Unajua anasema mipango yake nimeamua aa niyaseme ambao si kwa nataka kuyasema. Daktari Yusuf, fanya huyo mtu anielezeni nini alikuwa anafanyia brada. Naona pia wewe unalialia, unajua ulikuwa umewekewa nini pale? Nini? Wewe tayari ulikuwa umeweka katika listi ya kuondolewa

So you are planning to kill me this this night? Ulizeni mwenye <coughs> amewambia. <coughs> <coughs> Go on. Do bro chorea tu your story, do this. Bro, your story ah, do man, huku nje watu wana dedishwa <coughs> jo

pia naye ilikuwa baada ya kumaliza kazi. Mm. pia naye ashughulikiwa, amalizwe. Wewe ilikuwa kufanya mipango kumalizanga nawe. Nimekueleza, ulikuwa mwema kwa mke wake ule, lakini sasa mipango yako ilikuwa imewekwa tu katika muda mchache uweze kuondolewa hapo. What? Kumbuka, nimesema pia alikuwa amepangiwa kuondolewa. <coughs>

hizi na kuna kala mingi kuna types mingi za hizi ma two piece. So ukitaka just come, namba iko pale, 0743158791. Kuja WhatsApp nikuzie nguo only for serious people. Mngari pia cameraman, just cut, ni mtu wa mbebe.